Miaka ya nyuma si wanawake wengi ambao walijitosa katika biashara za kuajiriwa lakini wachache waliojitolea walionekana kufanya kazi kwa dhati. Wanapotajwa, jina la Assumpta Ndave Raphael haliwezi kukosekana kwani licha ya pandashuka alizopitia kujitafutia riziki na kuwalea wanawe, sasa amekuwa jina la kutajika katika sekta ya mawasiliano, huku akiwa miongoni mwa wafanyibiashara wanaoenziwa na kampuni ya Safaricom tangu ilipoanza kutoa huduma zake humu nchini. Kwa upande wake Assumpta sasa anajivunia kuwa mwajiri na mfanyibiashara mahiri, huku waleo wanaomfahamu wakimtaja kama mwanamke mwenye bidii ya hali ya juu. Ni kutokana na hayo ambapo hii leo ndiye tunaimvisha taji la mwanamke bomba. Mimi ni mzaliwa wa Makueni, najiuzisha na mambo ya Safaricom Mpesa agent kampuni yangu inaitwa Global Mobile Agencies. Nilipoingia Mombasa, nilikuwa sina kazi, nilikuwa ni mimi na watoto wangu watatu. Nilifanya biashara mingi sana, mwisho ndio nikatokea hapa town, nikapata kikundi cha wamama ambao walikuwa wanaita customers wanaenda kuwashuka. So nikafundishwa na hao wamama, nikawa nachukua customers, naenda nawapeleka kwa saluni napata commission nikiwa pale, mwenye duka ya kuuza hizo manywele akaniita, nikaenda kufanya kazi Safaricom. Wakawa wametangaza sales people wanatakikana, kufanya interview, kwa sababu watu wengi wananijua kwa kuuza hiyo duka, nikapata ile kazi, nikaajiriwa, nikawa niko kwa sales, tunauza new lines na tunauza pia credit sasa nikawa nazunguka kwa petrol stations. Kwa wakati huo credit sana ilikuwa tunaiuza kwa petrol stations. Nikaendelea kuuza hivyo, nikawa sasa Mombasa yote kila mtu ananijua kama mama wa Safaricom. Changamoto zilikuwa kwa sababu ilikuwa ni kazi mpya, ndio hiyo product ya Safaricom ndio imetokea, so watu wengi walikuwa wanaona nikizunguka ni kama niko na pesa mingi sana, kwa hivyo changamoto mingi ilikuwa ni ile nafuatwa kwa sababu mimi ni mwanamke, napigwa na wanachukua zile makadi, ama wananipokonya zile pesa. Nikawa naona hata nikipokonywa Safaricom wananivumilia wanaendelea kunipa moyo, mshahara naona kweli napata, na nikiona vile wananisaidia nalea wale watoto wangu, nikawa sirudi nyuma. Nikawa sasa kwa sababu ya bidii yangu kila mtu anataka niende niuze kwake nikatoka kwa hiyo ya kwanza, nikaenda ya pili ambayo ilikuwa inaitwa Saftel, nikawa nazungusha nazungusha, nikapata Wireless Netzone. Sasa pale ndio nilikaa sana, nikawa mimi ndio naongoza ile kikundi ya kuuza, so nikapata morali, kwa sababu naye mwenye ile kampuni ya mwisho alikuwa ni mama mwenzangu, aniambia, ngangana, hata mimi nilikuwa kama wewe na nikaja kupata dila, hata wewe ukifanya bidii utakuja kupata yako. Safaricom ikawa sasa inapeana dealerships. Kaenda nikatengeneza kampuni nika apply na nikapita. Ulikuwa ukipewa kampuni ya dealer, ya mpesa agent, unaanziwa na laini tatu, lakini Mungu alinionekania na bidii yangu nilianziwa na laini kumi. Nikaendelea kuapply kwa sababu kule kote nilikuwa nikizunguka nikiuza makadi nilikuwa nawapitia tena nawaambia, sasa bwacha kuuza kadi peke yake, fanya mpesa pia. Changamoto ile ilikuwa zaidi ni waizi kukuja kwa duka, tukiwa hatujui, tulikuwa tunapoteza. Wewe ulikuwa una mudu vipi kufanya biashara na huku na familia ambayo ilikuwa ni changa? Nilikuwa nikiamka naona ile kazi iko mbele yangu na ni lazima niifanye, naona ile kazi na ninaona hao watoto na walikuwa ni wachanga, kwa hivyo nashughulikia wale watoto na make sure wako sawa na ninakimbia kwa ile kazi na ni kitu gani ambacho unajivunia zaidi katika hii biashara Assumpta? wa 2004 sio wasahii, sikukaa chini ningoje, niliinuka na nikaambia Mungu, nataka kuinuka na nipite, nilikuwa na ile nia. Safaricom is like a home to me, wamenifunza jinsi ya kujing'ang'ania na biashara na kuinua na wengine na hiyo huruma walikuwa nayo wakinisikiza na wakinifunza, nimeyapatia kwa wale watoto ambao wamezaliwa na wazazi na wamefariki, huwa ninawasaidia. Kuna hao wamama wazee, wamezeeka, lakini familia imewaachilia, pia niko na wao wengi. Mwanamke yeyote ambaye ana struggle na maisha, usiache Mungu wako, na usiache familia yako. Amka mapema, fanya bidii yote, lala kuchelewa, uki tafuta na Mungu hata, hata kuepuka hata sisi wale tumeinuka tuwashikilie wale wako chini.